Nataka tule shamba no, tukalime tuka ili tukaijenge nchi yetu tupate mazao kutosha na yeah. Natufanye mambo ya kiuchumi. ibada ibada ibada, kila siku, leo ni siku ya ibada. Mme wangu, sikiliza, Bwana neno hili linasema, asifanye kazi na asile. Ibada, neno na Mungu jimba, nalo linasema hivi, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na vyote mtazidiwa. <laughs> Kwa hiyo mimi natafuta ufalme wa mbinguni na vyote nitazidishiwa. Ufalme wa mbinguni upo tu siku zote, lakini cha kwamba cha msingi ni kuchapa kazi. Kwa hiyo unatakiwa kuweka njia ndani, tuende tukachape kazi tupate mazao ya kutosha. Acha hizo mbembele mbembele mbembele, hizo achana hizo mbembele mbembele zako, huo ni mpango wa shetani. Hebu muogope Mungu. Leo ni siku ya ibada, leo ni siku ya ibada takatifu. Twende tukamwombe Mungu, tukirudi utaendelea na kazi zako mume wangu. Siku, siku moja moja Mungu anasamehe. Kuna kaeneo pale kadogo umebaka kumalizia tu, twende tu, tu, tukamalizia. Mungu kakupa siku saba siku hmm, sita fanya kazi, ile ya saba ndiyo unayokumbuka Mungu na vyote vitafanyika. Bila Mungu hakufanyiki chochote, mume wangu. Hivi vyote tunaviacha duniani hapa bana. Wewe sikiliza, wewe nenda, naona wewe na Mungu wako mtenda kula huko, mtawala uko uko, tamasha yenu huko huko, na mchungaji wako uko uko. Mimi niache nikapige kazi niendeleze taifa la Tanzania niupige mwingi Mungu nikirudi, ukinifukuza yote, namshukuru Mungu. Ila mimi naenda ibada. Mme wangu, wanangu, twende ibada.